Kai, nimekwambia ukweli mchungu unaoumiza huu, na unachokijua hujui. Show, hujui chochote hata kama sijui show, lakini hii yote ni kwa sababu, ukishaanza kula chakula cha mpishi wa nje, basi mpishi wa ndani utamwona ajui chochote kile. Sio kweli, Kai. Hata ule chakula cha wapishi mia mbili wa nje, kama mpishi wako wa ndani anajua kupika vizuri, bado atabakia kuwa bora, lakini kama ukila chakula cha mpishi wa nje ukakuta ni kizuri zaidi, utajutia muda wako uliopoteza kula chakula cha mpishi wa ndani ambacho hakina ladha, hakina viungo vyovote na wala hakivutii mezani. Huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu, ila bado wanachiti tena hawacheti mbali kwa ndogo mpaka Oha. Sasa nisikize kwa makini, hata uongee nini, huna chochote cha kunishawishi hapa. Talaka sitoi, na tiketi pekee yawe kuondoka huko ndani ni labda uwe maiti tu. Huwezi kuelewa nani ametulia <tiplewa> nani anachutia kwenye ndoa kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka. Sweetheart. Mm, nina surprise yako leo. ah, surprise gani? nayo unatarajia kuitwa baba hivi yi...? karibuni ah, wow. unasema kweli? zawadi ah, zawadi mimi nikuitwa baba kama vile baba Said anavyoitwa huku mtaani, mimi naenda kutwa baba, baba? ni kweli kipenzi, hapa nilipo nina ujauzito wako. ah, asante sana zawadi. Ndio hmm? maana oh, um, bado bana, ndio maana namsikia mtoto anazungumza hapa kwa hiyo <laughs> <laughs> na mimi sasa nikitembea huko mtaani ntakuwa na mwanangu nyuma ananifuata eh? kama vile Baba Sai, akina baba haya ni vile wanavyokuwa na watoto zao, wanawapiga viduku nini, baba, baba. Ah. Asante sana kwa thamani kubwa ulionipa mpenzi wangu zawadi. Kiukweli nasikia furaha sana, yani katika hii dunia tangu nizaliwe sijawahi kuitwa baba, ila wewe ndio mwanamke wa kwanza unaenda kunifanya niitwa baba ah. Mungu, anipenine mimi ndio jamani <laughs> mtoto wa Mamadibwe. Sasa kama unavyojiona hapa, navyoingia kwa Mamadibwe, navyoingia na mwanangu kichanga, mtoto kwanza bado hajazaliwa, navyoingia na mwanamke mwenye kitumbo chake, naburuza miguu, unajua mdao kunyanyua mguu uweze <laughs> <laughs> asante sana mpenzi wangu, nashukuru sana kwa ahadi ulionipatia ila nakuambia kitu kimoja, nimekubali hii mimba nitailie, kwa kila kitu nitakuhudumia kwa kila kitu unachokihitaji, ila sitaki uje kuniambia hiyo mimba anahusika, anahusika na mwanaume mwingine wa aina yoyote. Zawadi, nitakupa chupa takua kunaona mbaya, nandolewa vizuri. <coughs> Sinajua nilivyokuwa mkorofi sasa <coughs> hivi hey. Niko tayari kwa kila kitu, kwa sababu akukwa baba kwao, chochote kile, kwa nachokitaka nikiwa kama baba, niko tayari kukuhudumia sasa. Sawa, ondoa shaka kwenye hilo kipenzi, mimi nimeshakuhakikishia kabisa, huu ujauzito ni wa kwako na hakuna mwanaume mwingine yoyote mwenye uwezo wa kunipa mimi ujauzito zaidi yako. Kwa hiyo ya we kuwa na amani, we ni nyu dadi mtaoni dibwe kuwa na amani ah, najiona wenyewe wazungu wanakuambia, uh this is gentleman -huh. Unajua ukiwa mwanaume alafu hauna mtoto uwezikwa uh -huh. gentleman kwa mimi na mtoto sasa uh -huh. nikipita libwe gentleman uh -huh. asante sana <laughs> zawadi. Sikuona simu yako wala kusikia chochote kutoka kwako. Kai. Ina maana unataka kuachana na mimi? Na ukiangalia mimi hapa nilipo, nina ujauzito wako. Hii ni tu na kwa upande wako. Haujawahi hata siku moja kuitwa baba. Sasa wewe ni kama hii ni bahati iliyoje kwako? Sikiliza mkuuzo, mimi si mtoto mdogo umesikia? Nimekuja hapo kwako na nimekusikia kwa kinywa chako naomba kwa mwanaume una ujauzito wake. Kwa ina maana huo mtoto ana baba wawili? A -a, mpenzi, mimi nimemwambia yule mwanaume, ni kwa sababu wewe ndio ulikataa hii mimba, nikaona sasa, jamani, mimi siwezi kulea mimba peke yangu na mtoto wangu hawezi kuzaliwa bila baba. Ndio maana nikaitumia hii nafasi ya kumbambikizia mimba yule baba, lakini ukweli ni kwamba mimba ni ya kwako Kai, huyu mtoto ni wa kwako kipenzi. Alafu haina haja ya kuzungumza kwenye simu, mimi nakuomba njoo nyumbani ili tuzungumze zaidi. Zawadi, tangu niingia kwenye mahusiano na wewe mambo yangu yamekuwa hendi sana. Mke wangu alichukua maamuzi magumu sana ya kutembea na mwanaume mwingine. Hicho kitu kimefanya ndoa yangu ya kimoto sana. Kwa kifupi, amani imetoweka kwenye familia yangu. Kitu pekee ambacho ninataka kufanya kwa sasa ni kurejesha amani niliyopoteza kwenye familia yangu. Ninakuomba sana Zawadi unisaidie kwenye hili. Ninataka nijue ni nani huyu ambaye anatembea na mke wangu. Baada mke wangu kuchukua maamuzi hayo ndio maana nikakuambia tuachane, kwa sababu hapo naponiona nipo kwenye process ya kujua yule mwanaume ni nani anatembea na mke wangu. Yaani, hiyo ndio njia pekee ya kurejesha amani iliyopotea kwenye familia yangu. Oh, kama nikimsaidia kumpata yule mwanaume anayetembea na mke wake, naweza kumrudisha upande wangu. Kwa hiyo kae vipi kuhusu huyo mtu atakayefanikisha kukupa taarifa kuwa mkeo anatembea na nani, utampa zawadi gani? Zawadi, nipo tayari kumpa zawadi kubwa, zawadi yoyote atakayotaka na nakwambia pambele yako kuwa nitampa milioni kumi. Na vipi kama nikikwambia mimi naiweza hiyo mission? Basi upendeleo wote utaamia kwako, yani kiufupi gharama zote za hiyo mtoto zitakuwa juu yangu na najua kwa mtoto si wa kwangu wala niusu yaani kifupi sio damu yangu, ila nipo tayari kumlea, ndipo takanisaidia kufanikisha misheni hii. uh -huh. Inabidi unipe uh -huh. namba za mkeo za wasap ili nishughulike naye. ai fine ndakupa namba yake, ila naomba usiitumie kwa ubaya hiyo namba, wala kutumia kwa maslahi yako binafsi. Usijali uh -huh. kuhusu hilo Dada, dada naipenda sana ndoa yenu, nisikize nikwambie. We kaka, mi sitaki kusikia maneno yako ya kipumbavu ya kizushi, sawa na yakimbeambea, sipendi tena, unikome. <laughs> lazima usipende kwa sababu mimi nazungumza ukweli mchungu, unaoumiza wewe na mke wako. Kwanini mmechagua kwa wanandoa Ninachokitambua, ndoa ni ya watu wawili waliochagua kuishi ndani ya mwili mmoja, lakini kwenu nyinyi imekuwa tofauti kabisa. Yani wewe na mume wako ni watu wawili naochagua kuishi ndani ya miili minne, na navyokuona hapa, una hasira na ghadhabu ndani yako, na hiyo yote sio kwa sababu ya mume wako, ni kwa sababu ya huyo mchepuko wako. Na inaonekana kabisa hii safari hii ulikuwa unamfuata huyo mchepuko wako hivi? <laughs> Ndio mnanishangaza sana nyinyi, yaani mnanishangaza kweli kweli, kwa sababu sio muda mrefu nilikuwa ndani natoka hata ukapita hapa, sasa hivi. Huko uko hai, hai mbio mbio, anakimbia kimbia tu kama amekimbizwa, na yeye anagazabu ghadhabu na, na hasira kama ulizokuwa nazo wewe hapa, na sidhani kama ni kwa sababu yako, na hisi ni kwa ajili ya mchepuko wake, sasa najiuliza na ndoa ya aina gani hiyo? Ndio ndoa tulioichagua sisi. Na wewe haikuhusu. <coughs> <coughs> Halo, kuna namba na kutumia hapo, nahitaji uitraki sasa hivi. Nataka nijue kila kitu kumuhusu yeye, anafanya nini, anaenda wapi na anawasiliana na nani. Baada ya hapo nitakwambia nini cha kufanya mtu wangu. Eh?

Kai, tatizo ililolitengeneza nina imani kabisa hata dawa ya kulitibu hilo tatizo li lako unayo mwenyewe. Unamaanisha nini ukiniambia hivyo? Sikiliza nikwambie Kai, hata wale waliotengeneza maradhi walianza kugundua tiba kabla ya kuanza kuyasambaza hayo maradhi. Kwa hiyo tiba ya ndoa yako unayo mwenyewe na ipo mikononi mwako, wewe ndo dokta sasa. Utachagua utibu au uue, is up to you. Oh, unajikuta msoeli sana eh, unajikuta wewe ni mhenga sasa. Wahenga wenzio hawapokei simu sasa hivi. Uendelea kukaa na hiyo siri, ila nikuambie tu, huyu mwanamke unayezungumza naye ni mke wangu wa ndoa na nampenda sana kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo, hiyo mwanzo na mwisho, nisikuoni tena nazungumza na mke wangu ama zangu ama zako na sikuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki, tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi Dasha! Dasha! Dasha! Dasha! Dasha! ya kiapo kile cha kufana kuzikana, ndani ina siri nzito, ila nje. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Oh, shemeji, huyu ndo mke mwenzangu. E, yeah, yeah. Mm, ni kweli. Huyu ndio mpenzi wangu anaitwa Lulu, Lulu baby um, huyu ni huyu ni shemeji yangu anaitwa Lisa na huyu hapa pia ni rafiki yangu karibu. ah, Tasha, mambo gani? Tena na ndugu yangu namfahamu vizuri, shimiji yangu kwao, hakuna haja ya kutambulishana. Lisa, nataka tuzungumze kidogo. Niambie, umefata nini hapa? Nini kwa tasha hapa au kwa kwa mtu mwingine? kitu Kai Tasha, si ndio si ndio? Nisikiza nikwambie kitu, si ndio master plan wako eh? Nimekuja kumweleza ajue kila kitu kinachohusiana mimi na wewe. Hakuna cha kufichana tena kati yangu mimi na wewe. Nimeshakueleza kwamba mimi nina mwanaume mwingine, nahitaji talaka yangu kwa sasa lakini pia kwa upande wako, wewe pia una mwanamke mwingine. Mimi siwezi kuwa na mwanaume ambaye anawajaza wanawake wengine mimba huko nje. Itosha kusema mimi na wewe basi. Usinijue nisikujue, ukiniona popote usinifuatilie, pita kulia, nipite kushoto. Sitaki mazoea Kai, nipe talaka yangu, sikutaki jamani, sikutaki Ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajitia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu, ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena, utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndio viunganishi, wanajifanya wa kweli, ila kumbe wanafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama.